ya mafanikio ya mbinu ya ufundishaji unaozingatia kiwango cha uelewa wa mwanafunzi teaching at the right level, ama tari kwa ufupi. Yuko Zaida Mgala miongoni mwa vinara wa mbinu hii ya ufundishaji Tanzania. Safari yake ilimfikisha India ili kuanzia mbinu hii ili kujifunza falsafa ya ufundishaji unaomwangalia mwanafunzi kulingana na uelewa wake na sio darasa lililopo. Basi tukaenda, tukakutana India. Tukapelekwa sehemu moja inaitwa Orangabad, tulijionea wenyewe jinsi hii teaching at the right level inavyofanyika, lakini pia tukajifunza model mbalimbali mbali za teaching at the right level. Unaweza ukafanya school model ambayo una partnership na serikali, kwa sababu tunafanya shule za serikali au shule za umma, mnashirikiana na serikali. Serikali inatoa wa maafisa ambao watafundishwa kuhusu hii mbinu waweze kuisimamia katika halmashauri. Kwa hiyo na partnership na serikali, lakini India walikuwa wana community approach. Kule kwenye jamii wanashirikiana na serikali za mitaa kubainisha mavolunteers, vijana ambao wako kijijini hawana ajira wamemaliza shule vizuri labda sekondari. Kwa hiyo wale nao wanawatumia kuweza kufundisha watoto mbinu hii ya TaRL iliyoanza kujaribiwa Tanzania toka mwaka elfu mbili kumi na nane ni dhana ya kisayansi iliyojumuishwa katika mkakati wa kitaifa wa kisayansi wa kujenga umahiri wa kusoma kuandika na kuhesabu yani KKK uliozinduliwa hivi karibuni na Rais Dr Samia Suluhu Hassan. Mtazamo wa kisayansi katika mkakati huu unasisitiza ushahidi wa tafiti na tathmini ya mchakato mzima wa kujifunza badala ya kutegemea matokeo ya mtihani pekee. Kuna mwalimu mmoja alituambia, mimi nilikuwa sipendi kabisa kufundisha somo la hesabu, yaani nikipangiwa somo la hesabu kichwa kinaniuma kwa sababu mimi mwenyewe siiwezi. Si unajua walimu wa shule za msingi ni general curriculum, wanafundishwa kila kitu. Wakienda shuleni, mwalimu mkuu anaangalia ana upungufu wapi. Kwa hiyo, wewe mwalimu mgeni ukifika unapewa kule ambako hakuna mwalimu. Sasa unaweza kukuta somo la hisabati hakuna mwalimu We mgeni umekuja unapewa, lakini kumbe kule kwenye elimu yako ya TTC ulifeli hesabu. Sasa hii teaching at the right level, kuna walimu walifurahi sana kwamba imewaongezea maarifa mapya na ujuzi mpya wa kuweza kufundisha somo ambalo walikuwa wanaliona ni gumu sana. Takwimu za upimaji wa kitaifa darasa la nne mwaka 2022 hadi mwaka 2025 zinaonyesha kupungua kwa wanafunzi wa somdu stadi za KKK ambapo mwaka 2022 walikuwa wanafunzi 25841 wakati mwaka 2025 walipungua na kufikia 5847. Mradi wa elimu kwenye programu ya tanga yetu ni ushahidi kuwa hatua zinazochukuliwa na serikali na wadau wa elimu zimekuwa na matokeo chanya. mafanikio makubwa ambayo tumeweza kuyapata ni kuweza kuwasaidia wanafunzi wasiopungua mia tano katika halmashauri waliokuwa hawajui kusoma kuhesabu wala kuandika, lakini sasa baada ya sisi kuja na kuweza kufanya hii mbinu ya, ya ya, tali, e, teaching at the right level, sasa hivi wanajua kusoma kuhesabu na kuandika. Lakini sasa baada ya kufanikiwa kwenye ile awamu ya kwanza ambayo tulienda kwenye shule 20 tukakaa na wenzetu wa halmashauri, tukaona je, tunafikiriaje, labda kwa nini tusiende kwenye shule zote? Sasa Tanzania inaendelea kujenga msingi imara wa elimu jumuishi ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kuelewa kushiriki na kufanikiwa. Faraja Sendegia, hii ni makala ya Ufunguo.